na kwamba utiaji saini utafanyika mara tu makubaliano ya amani yatakapokuwa na faida ya kila upande yatakapofikiwa na pande zote. Ndugu Girehe alionya wale wanaohusika na kuvujisha kwa makusudi habari za upande mmoja kwa vyombo vya habari, akisema inaweza kuhatarisha mazungumzo hayo siku za usoni. Hayo yanajiri ikiwa ni siku chache tu baada ya Rwanda kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati, ikishutumu jumuiya hiyo kuegemea upande wa DRC la Marekani lilisisitiza maendeleo ya haraka katika mazungumzo ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mwanadiplomasia mkuu wa Marekani akiangazia muda unaojikita kwa makubaliano yanayoweza kufikiwa mapema mwezi Juni ama Julai. Katika juhudi tofauti lakini sambamba na za upatanishi huko Doha, wajumbe kutoka serikali ya Kongo na kundi la M23 waliitwa kwa mazungumzo zaidi, baada ya mashauriano wiki kadhaa zilizopita, vyanzo kadhaa vya pande zote mbili vieleza shirika la hambali, uh, Reuters. Mchakato unaongozwa na katali unaonekana kama njia ya ziada ya kushughulikia mzozo wa kivita mashariki mwa Kongo ambapo waasi wai tatu wameteka maeneo kadhaa katika miezi ya hivi karibuni. Licha ya juhudi za kikanda na kimataifa, kutoaminiana bado kumeathiri kati ya Kinshasa na Kigali. DRC inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono wa tuhuma ambayo mpaka leo hii Rwanda bado inasema sio yenyewe na bado haihusiki. Marekani imekuwa na nafasi kubwa zaidi katia kutatua lakini wanadiplomasia wanaonya kwamba kufikia suluhu la kudumu kutahitaji utashi wa kisiasa kwa pande zote. Awali iliarifiwa kwamba DRC na Marekani huenda zikaingia makubaliano ya kwanza kwa Marekani kuchimba madini, lakini Marekani isaidie DRC katika juhudi za kiulinzi, ili kuondoa waasi na kuendelea kulinda maeneo yote nyeti ya kiuchumi ya DRC. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.